Tume ya Madini inafurahia kualika wadau wote wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika Jukwaa la Nne la Utekelezaji wa Ushirikishwaji wa Watanzania Katika Sekta ya Madini lccf 2025 Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza, tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa mbili asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini: chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonyesho mbalimbali kutoka taasisi serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya lcforum tume madini go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local content atitume madini go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa.